Jina langu ni Roy, nina miaka 38, na kuna ishara nane zinazoonyesha mwanamke amelala na wanaume wengi. Ukweli uliofichwa ambao hakuna mtu anayekuja kukuambia, ukiwa bado unaamini kwa moyo wako wote. Kabla sijaendelea, fanya jambo moja kwa ajili yangu. Bonyeza like, subscribe, na andika kwenye comments unatizama kutoka wapi. Sio kwa ajili ya algorithm, ni kwa sababu nataka nijue ni wanaume wangapi bado wapo, wanaume wanaothamini amani kuliko vurugu, ukweli kuliko ndoto, na heshima binafsi kuliko tamaa. Ninaongea leo nikiwa na hasira, nikiwa na uchungu, na nikiwa na uchovu wa kuona wanaume wazuri wakivunjwa moyo kwa sababu walichanganya ukomavu na kufa kihisia. Hii siyo video ya kuhukumu. Hii ni sauti ya mtu ambaye amelipa gharama ya kutojua mapema. Sikuwahi kufundishwa haya, hakuna aliyeniambia. Nilijifunza kwa kupoteza muda, kupoteza nguvu, na kupoteza sehemu za nafsi yangu nilizodhani haziwezi kuisha. Ndiyo maana sauti yangu inauma, ndiyo maana sitapunguza makali, kwa sababu ukweli unapopunguzwa, mwanaume ndiye hulipa. Kuna kitu lazima nikiseme mapema, siyo body count. Acha watu wakudanganye hapo, namba peke yake haisemi chochote. Unachotakiwa kuangalia ni muundo mtazamo, na nishati. Jinsi anavyozungumza kuhusu mapenzi, jinsi anavyochukulia ukaribu, jinsi anavyotazama uaminifu. Hapo ndipo hadithi ipo. Mwanamke anaweza kuonekana mzuri, anacheka, anajiamini, anajua kuzungumza, lakini ndani yake yuko mbali. Amezoea kuguswa, lakini hajazoea kuhisiwa. Amezoea kupewa tahadhari, lakini hajazoea kujitoa na mwanamume anapochanganya hilo na ukomavu anaingia kwenye mtego bila kujua. Na ndiyo maana ishara ya kwanza ni hii. Ishara ya kwanza, amefunga hisia zake, amechoka kihisia. Unahisi mara moja, hata kabla hujaelewa kwa akili, kuna kitu hakikufikii. Unaweza kumkumbatia, unaweza kumbusu, unaweza kucheka naye, lakini kuna ukuta, ukuta ambao haujajengwa kwa siku moja. Ukuta uliwekwa tofali baada ya tofali, mwanaume baada ya mwanamume. Anaweza kusema maneno mazuri, anaweza kukuambia anakupenda, lakini maneno yake hayana uzito, hayakai moyoni, yanapita tu, kwa sababu hisia zake hazifunguki tena kikamilifu. Kila alipotoa moyo wake zamani, alipoteza kitu. Kila aliposema labda huyu ni wa mwisho, akakatishwa tamaa, na baada ya muda moyo wake ulijifunza kujilinda kwa kufa ganzi. Hapendi tena kwa kina, anarudia tu mifumo, hahusiani, anaburudisha, hapati vipeperua tumboni, anacheza nafasi. Na wanaume wengi wanachanganya hilo na nguvu, wanasema ana msimamo, hajali drama. Hapana, huo sio msimamo, huo ni ulinzi. Na hapa ndipo kosa kubwa la wanaume linaanza. Unapomuona hivyo, unataka kumrekebisha, unajisemea moyoni, nitakuwa tofauti Nitampa upendo ambao hajawahi kupewa, lakini ukweli mchungu ni huu: kilichochomwa mara nyingi hakirudi laini. Si kwa sababu hutaki, bali kwa sababu mfumo wake wa ndani umebadilika. Unajitolea zaidi, unakuwa mpole zaidi, unavumilia zaidi, lakini kila unachofanya unagonga ukuta. Na ukuto huo haukuwekwa kwa ajili yako, uliwekwa kwa wanaume waliopita kabla yako, na bado wewe ndiye unayelipa. Hii inaniuma kusema, kwa sababu nimekuwa hapo, nimejaribu, nimeamini, nimevumilia, na mwisho nikagundua nilikuwa napigana vita ambavyo havikuwa vyangu. Ishara ya pili, anachukulia ukaribu kwa wepesi. Hii ni ishara ambayo wanaume wengi hupuuza kwa sababu ego yao penda. Unapoona mwanamke anachukulia ngono kama jambo la kawaida, bila uzito, bila heshima ya kihisia, usidanganyike, huo sio uhuru mara nyingi ni kufa ganzi. Anaongea kuhusu ngono waziwazi, hakuna aibu, hakuna kusita, hakuna utulivu wa kufikiria. Ni kama anazungumzia kahawa au matembezi, na atakwambia najua ninachotaka au najiamini na mwili wangu. Lakini ndani kabisa, hiyo siyo imani, hiyo ni uzoefu. Ukipitia kitu mara nyingi sana, kinaacha kuwa maalum. Mwili wake unakumbuka mguso lakini hauunganishi tena na hisia. Akili yake inakumbuka sura lakini haisikii maana. Na jambo la kusikitisha zaidi, mara nyingi yeye mwenyewe hajui amefika hapo. Ndio maana unapokuwa naye, wewe unahisi kama mnaunganika, lakini kwake ni tukio jingine tu, marudio, kitu ambacho kimefanyika mara nyingi sana mpaka hakihitaji moyo wake kuwepo. Na hapo ndipo mwanamume anaanza kuhisi tupu hata akiwa karibu naye na bado anaendelea kwa sababu anaamini labda ishara inayofuata itakuwa tofauti. Ishara ya tatu: hawezi kudumu kwenye uaminifu. Hii ni ngumu kuiamini, kwa sababu wanaume wengi hawataki kuamini, wanataka kuamini kuwa yeye ni tofauti. Lakini mwanamke ambaye amezoea kuingia na kutoka kwenye mahusiano hujifunza lesoni hatari sana: usijifunge. kila mara alipokuwa karibu na mtu na akaondoka, moyo wake ulijifunza kuwa hakuna kitu cha kudumu. Kwa hiyo hata anapomkutana na mwanamume mzuri hawezi kukaa. Anapenda msisimko wa mwanzo, ujumbe wa kwanza, hisia za awali, lakini pale mambo yanapoanza kuwa thabiti, anahisi kubanwa. Utaona muundo, kila miezi michache kuna hadithi mpya, ex mpya, funzo jipya, lakini tatizo halibadiliki kwa sababu mizizi haigui. Amezoea mahusiano ya muda mfupi kiasi kwamba kudumu kinahisi kama gereza. Atakuambia anathamini uhuru, lakini ukweli ni huu: anaogopa ukaribu wa kweli, kwa sababu anajua kadri anavyojitoa, ndivyo anavyohisia kupoteza. Na hapo ndipo mwanaume mzuri hupoteza zaidi, kwa sababu anajitolea kwa mtu ambaye tayari yuko nusu nje ya mlango. Ninaposema haya, sisemi kwa chuki, ninasema kwa uchungu, kwa sababu hakuna kitu kinachoumiza mwanaume kuliko kumpenda mtu kwa dhati huku yeye amejifunza kuondoka kabla hajahisi chochote, na bado tuko mwanzo tu. Kama hii sehemu ya kwanza inakugusa ka, usikumbie. Ukweli unauma, lakini unakuokoa. Endelea kuniangalia, endelea kusikiliza, kwa sababu kinachofuata kinaingia ndani. Ninaendelea kwa sababu ukweli hauishii pale, na kama sehemu ya kwanza ilikuumiza kidogo, basi jifunge mkanda, kwa sababu kuanzia hapa tunaanza kuingia ndani ya akili, siyo juu juu tena. Nimesema haya yote nikiwa na hasira, kwa sababu nimeona wanaume wengi wakivunjwa, si kwa sababu walikuwa dhaifu, bali kwa sababu walikuwa wema mahali pasipofaa. Walijaribu kujenga nyumba juu ya ardhi ambayo tayari ilikuwa imejaa nyufa. Ishara ya nne: amezoea sana kushughulika na wanaume, amebobea. Hii ni ishara ambayo wanaume wengi huita ukomavu wa kihisia. Wanapenda kusema ananielewa, au ana emotional intelligence lakini ukweli mchungu ni huu, mara nyingi sio kwamba anakuelewa, ameshajifunza wanaume. Mwanamke ambaye amelala na wanaume wengi hupitia aina nyingi za tabia, aina nyingi za saikolojia, aina nyingi za michezo. Anajifunza kwa marudio, anajifunza kwa makosa, anajifunza kwa maumivu, na baada ya muda hilo linageuka kuwa ujuzi wa kushughulika na wanaume. Anajua lini ya cheke, anajua lini ya nyamaze anajua lini ajifanye mpole ili akuvute karibu. Anajua lini ajitenge kidogo ili uanze kumfikiria. Anajua maneno gani atakufanya ujisikie muhimu, na si kwa sababu anakupenda, bali kwa sababu ameona inafanya kazi hapo kabla. Mwanzo unajisikia maalum, unasema moyoni, huyu mwanamke yuko tofauti, anajua kunisikiliza, anajua kuniheshimu. Lakini baada ya muda unaanza kuona kitu kinachotisha. Anajibu kabla hata hujamaliza kusema anajua hisia zako kabla hujazielewa mwenyewe. Na hapo ndipo unapaswa kujiuliza swali gumu sana: je, ananiitikia mimi au anaitikia muundo aliyeuzoea? Na jambo la kutisha zaidi, mara nyingi hafanyi kwa makusudi. Ni reflex, ni mazoea. Ni kama mtu aliyefanya kazi moja kwa miaka mingi, hafikirii tena, anafanya tu. Na wewe ukiwa mkweli, ukiwa safi moyoni, unajikuta unacheza kwenye mchezo ambao haukuanza leo. Unajaribu kuwa wa kweli, yeye anajibu kwa mbinu. Unatoa moyo, yeye anatoa majibu yaliyofanyiwa mazoezi. Na mwisho wa siku, unajisikia umechoka, umeishiwa nguvu, kwa sababu hujakuwa kwenye uhusiano, umekuwa kwenye mzunguko. Ishara ya tano: ameathiriwa na utegemezi wa tahadhari za wanaume. Hii ni ishara ambayo wanaume wengi huikosea vibaya. Wanadhani ni kawaida, wanadhani ni urengo, wanadhani ni mitandao ya kijamii tu lakini hapa ndipo ukweli unauma. Mwanamke ambaye amezoea wanaume wengi, mara nyingi hawezi kuishi bila tahadhari ya kiume. Sio tu kupendwa, ni kuonekana, ni kuthibitishwa, ni kuhisi bado anahitajika. Bila hiyo, anahisi tupu. Utaona dalili zake, anapenda sana compliments, anapenda sana likes, anapenda sana ujumbe wa wanaume, hata wasiomjua. Atasema ni warafiki tu, atasema ni harmless, lakini ukweli ni huu. Anajilisha hisia zake kwa tahadhari. Hata akiwa kwenye uhusiano, bado atataka wanaume wengine wawe karibu. Sio kwa sababu anataka kuwafanyia kitu, bali kwa sababu nafsi yake imezoea kusukumwa na kelele, sio utulivu. Amani humchosha. Ukimpa utulivu, anasema ni boring. Ukimpa nafasi, anahisi kutelekezwa. Na hapo ndipo mwanaume anaingia kwenye mtego mkubwa. Unaanza kujitahidi zaidi, unaanza kumpa tahadhari zaidi, unaanza kushindana, lakini huenewi kuwa hushindani na wanaume waliopo sasa. Unashindana na mizimu ya zamani. Wanaume waliomfundisha kuwa thamani yake inatoka kwa jinsi anavyotamaniwa. Na hilo linachosha, linakuua taratibu, kwa sababu mwanaume mzima hahitaji kushindana ili kupendwa, lakini hapa unajikuta unafanya hivyo bila kujua. Ishara ya sita. Marafiki zake wanaakisi maisha yake ya zamani. Usimdharau mazingira, usifikiri unaweza kumtoa mtu kwenye dunia yake na kumweka kwenye yako bila athari. Hilo ni kosa ambalo wanaume wengi hufanya. Angalia marafiki zake, sikiliza wanachosema, angalia wanachosherehekea. Kama marafiki zake wanatukuza mahusiano ya muda mfupi, hookups, hot girl summer na kuchukulia wanaume kama vitu vya kutumia, basi fahamu jambo moja mapema, huyo mwanamke yuko kwenye mfumo huo. Watakuambia fanya kinachokufurahisha, lakini wanachomaanisha ni usijifunge. Watamshawishi aendelee kuweka options wazi, watamwambia asiwe serious sana, kwa sababu ndani ya mduara huo mwanamme sio mshirika, ni chaguo. Na unapomchumbia mwanamke huyo hauko peke yako, uko dhidi ya ushawishi wa kundi zima. Kila siku wanapokea mawazo, ujumbe na mitazamo inayopingana na kile unachojaribu kujenga. Na kama mazingira yake hayathamini kudumu basi wewe utakuwa unapigana vita kila siku bila silaha. Na hapo ndipo wanaume wengi hupoteza heshima yao pole pole. Wanabaki, wanavumilia, wanajieleza lakini mfumo mzima unaomzunguka mwanamke huyo haujawahi kukuchagua. Na bado kuna ishara mbili nzito zaidi, ishara ambazo zinaonyesha si tu tabia bali hali ya moyo. Endelea, usikate tamaa. Ukweli huu unauma, lakini ni bora kuuona sasa kuliko baada ya miaka miwili ya mateso. Labda umemwona mwanamke huyu, labda umewahi kumpenda, labda bado upo naye sasa hivi, na unajaribu kujishawishi kuwa labda Roy anakosea. Natamani ningekuwa nakosea, lakini haya niliyoyaona, niliyapitia na niliyashuhudia kwa wanaume wengi sana, kiasi kwamba siwezi tena kunyamaza. Ishara ya saba: anazungumza kuhusu wanaume kwa uchungu au dharau iliyofichwa. Hii ni ishara nzito nzito sana, na mara nyingi inajificha nyuma ya kile kinachoonekana kama ujasiri. Atasema wanaume wote ni wale wale, au atacheka na kusema mimi sihitaji mwanaume, au atajionyesha kama yuko juu ya mahusiano, kama hayamgusi kabisa. Lakini sikiliza vizuri, sikiliza sauti yake inapobadilika, sikiliza maneno anayochagua chini ya hiyo confidence, kuna uchovu, kuna maumivu yasiyotibiwa, kuna historia ndefu ya kuvunjwa moyo, kusalitiwa, kuachwa na kudharauliwa. Na badala ya kuponya, alichagua kujifunika kwa dharau. Anavaa kiburi kama ngao, anavaa niko sawa peke yangu kama silaha, kwa sababu kuamini tena kunauma, kuwa na matumaini tena kunaogopesha. Kwa hiyo anajenga persona mwanamke asiyejali, mwanamke asiyeweza kuchezewa mwanamke mwenye control. Lakini hiyo control si nguvu, ni hofu iliyofanywa ionekane kama nguvu. Ni mtu aliyekata tamaa ya mapenzi ya kweli, kwa sababu kila mara aliyojaribu alipoteza. Na mwanaume anapoingia katika maisha yake, akiwa mkweli, akiwa tayari kujichoa, anakutana na mtu ambaye tayari ameandika mwisho wa hadithi. Unaweza kuwa mwaminifu kiasi gani? Unaweza kuwa mpole kiasi gani? Lakini ukikuta moyo ambao tayari umeamua kwamba mapenzi hayadumu, basi wewe utakuwa tu uthibitisho mwingine wa imani hiyo, na hilo linaumiza. Linaumiza kwa sababu mwanaume mzuri huingia kwa nia safi, lakini hutoka akiwa na makovu ambayo hakustahili. Ishara ya nane: yuko kila wakati kwenye healing era. Hii ndiyo ishara ya mwisho na ndiyo inayounganisha zote. Kwa juu juu inaonekana nzuri, ana quotes, ana self-love, ana maneno ya kujitunza. Atasema ninajiponya sasa, lakini ukiangalia kwa karibu, utaona mzunguko ule ule ukijirudia kila baada ya miezi michache. Hadithi ni ile ile: mwanaume mpya, funzo jipya, uchungu mpya, kisha healing. Lakini hiyo sio uponyaji, huo ni usafishaji wa haraka ili apata nafasi ya uzoefu unaofuata. Uponyaji wa kweli unahitaji ukimya, unahitaji kukaa peke yako, unahitaji kukutana na maumivu bila kuyakimbia. Lakini yeye hawezi kukaa bila kelele, hawezi kukaa bila tahadhari, hawezi kukaa bila mtu, kwa sababu kukaa peke yake kungeonyesha ukweli anaukimbia. Amejitoa sana kwa watu wengi sana, mpaka hajui yeye ni nani tena. Kwa hiyo badala ya kujenga nafsi, anakusanya uzoefu. Badala ya kupona, anakimbia. Na kila mwanaume mpya anakuwa kama plasta juu ya jeraha ambalo halijawahi kushonwa. Na plasta zikiondolewa, damu bado inatoka. Hapa ndipo ukweli mchungu unapokuja. Na nasema nikiwa na hasira, lakini pia huruma. Mwanamke kama huyu sio mbaya. Amechoka. Amechoka kwa sababu aliwapa wanaume wengi sana mwili wake kabla hawajastahili roho yake. Na uchovu huo una garama garama, ambayo mwanaume anayekuja baadaye hulipa. Anachanganya tahadhari na mapenzi, anachanganya tamaa na upendo, anachanganya udhibiti na kujiamini. Na mwanaume asipokuwa makini, ataingia katika mzunguko wake, akiamini yeye ndiye atakayebadilisha hadithi. Lakini hadithi hiyo imechezwa mara nyingi sana. Ninasema haya yote sio ili umchukie. La, hachiki haitakusaidia. Ninayasema ili uyatambue mapema, kwa sababu kutambua ni kujilinda. Kujilinda ni kujiheshimu. Na mwanaume anayejiheshimu huingii vitani bila sababu. Huwezi kumponya mtu ambaye hakai muda wa kutosha kuhisi maumivu yake. Huwezi kujenga amani na mtu ambaye hisi hai tu kwenye vurugu. Huwezi kujenga kesho na mtu ambaye moyo wake umefunzwa kwa mahusiano ya muda mfupi. Kama umefika hapa, basi nakuheshimu, maana wanaume wengi hukimbia ukweli wanapouona. Lakini mwanaume mgumu hukaa, husikiliza, na hufanya maamuzi magumu kwa ajili ya mustakabali wake. Endelea kunisikiliza, kwa sababu bado nina jambo la mwisho la kusema, jambo linalohusu uwanaume wa kweli na kwa nini kulinda amani. Ninasema hili la mwisho dais, nikiwa nimebeba uzito wote wa kile nilichopitia. Sizungumzi kama mtu anayesoma vitabu, nazungumza kama mwanaume aliyewahi kuamini vibaya, kupenda vibaya na kukaa muda mrefu mahali pasiponirudishia chochote. Ndiyo maana sauti yangu leo haijapambwa, ina makovu. Wanaume wa kweli hauko kwenye kuvumilia kila kitu, hauko kwenye nitabaki bila kujali, hauko kwenye kujitoa mpaka ujisahau wanaume wa kweli uko kwenye kutambua mapema na kuondoka kwa heshima. Uko kwenye kusema hapa sipati amani na kuchukua hatua kabla hujageuka kivuli cha mtu uliyekuwa. Wanaume wengi hufundishwa kupigana, lakini hawafundishwi lini waondoke. Wanaambiwa kuwa wanaume wa kweli hawakimbii, lakini hakuna anayekuambia kwamba kuna tofauti kubwa kati ya kukimbia na kujiondoa kwa busara. Kukaa mahali panapokumaliza sio ujasiri, ni kutojithamini. Kuna wanaume watakuita dhaifu kwa sababu umechagua amani. Watakuambia huwezi kushughulikia mwanamke mgumu, lakini hao hao hawatakuja kukurekebisha unapovunjika. Hawatalipa bili ya afya ya akili yako, hawatachukua mzigo wa usingizi wako usio na amani. Mwisho wa siku, wewe ndiye unaoishi na chaguo lako. Nataka uelewe hili kwa kina. Huwezi kujenga mustakabali na mtu ambaye moyo wake umechoka kabla hajakutana na wewe. Huwezi kuanzisha ukurasa mpya na mtu ambaye anaishi akirudia kurasa za zamani. Huwezi kutarajia utulivu kutoka kwa mtu anayehisi hai tu kwenye msisimko na vurugu. Na kama unasikia sauti ndani yako ikisema, lakini labda yeye atabadilika, nisikilize kwa umakini. Mabadiliko ya kweli hayaji kwa sababu ya upendo wa mtu mwingine, yanakuja kwa mtu kuchagua kukaa peke yake na maumivu yake, bila kukimbia, bila kufunika, bila kujidanganya. Kama hiyo haifanyiki, chochote unachojenga kitakuwa juu ya mchanga. Hii siyo kuhusu kumdharau mwanamke. Hii ni kuhusu kukataa kujitoa kwa mfumo unaokumaliza. Kuna wanawake wazuri, waliotulia, waliopo tayari kujenga, waliolinda mioyo yao kwa busara, lakini hutawapata kama unaendelea kujilazimisha mahali pasipo sahihi kwa sababu ya tamaa, hofu ya upweke, au matumaini yasiyo na msingi. Ukiwa mwanaume, muda wako ni mali, nguvu zako ni mali, umakini wako ni mali. Ukivitoa hovyo, hakuna atakayekulipa fidia. Ndiyo maana ninakuambia kwa hasira hii yote Chagua kwa macho wazi. Sikiliza nishati, sikiliza muundo, sikiliza kile kinachojirudia, si kile kinachoahidiwa. Na kama video hii imekugusa, kama imekukasirisha, kama imekufanya ujitafakari, basi fanya jambo moja: bonyeza like, subscribe na shirikia mwanaume mmoja ambaye unajua anajaribu kujenga mapenzi mahali panapommaliza. Sio kwa drama, bali kwa ukweli. Wanaume wa kweli sio kumiliki mwanamke. Uanaume wa kweli ni kulinda amani yako, muda wako na nguvu zako. Na kama hilo linamaanisha kuondoka, basi ondoka, ukiwa umesimama wima, kichwa juu na dhamiri safi. Mimi ni Roy, nina miaka 38, na, na ningetamani ningejua haya mapema.